Kwa jina naitwa mimi kwa, mimi kwa majina naitwa Githinji na mimi ni dereva wa bus ya Climax Coaches. Na kwa Climax Coaches niko na miaka kumi na nane, nikiendeza basi ya Climax. Sasa nilipofika pale Kalai, uh, accident ilitokea kwa baina ya basi yangu na Mercedes KCZ, KCZ, namba ingine sikumbuki. Hiyo mzee alingia kwa petroli. Alikuwa ametoka kwa petroli, anajoin barabara, hakugive way. Wakati aliona upande yake ya kupanda Nairobi, magari meshikana, alifanya hesabu aovertake hizo gari. Na mimi naye nikamuona nikiwa mbali, nilipomuona nikiwa mbali, nikajaribu kanyaga hiyo gari brake na kulikuwa kumenyesha nikaona nitamwaga watu 67 nikienda ni, ni, ni, ni, ni kando, nitamwaga watu 67. Sasa alikuja kama ameniingia direct kichwa kwa kichwa hivyo tu. Kwa basi hakuna mtu alipata injury, iwauliza wote, hakuna waka, waka kama, hiko, mtu alipata injury. Askari wakamwambia kama iko mtu amepata injury twende hospitali. Kulikuwa saa nane, kitu saa nane ya usiku Hatukuwa tumejua ni nani, lakini askari wakati alichukua ya ya simu yake akakuta, sijui ni wife yake amempigia simu. Alipompigia simu ndio alikuja, akaambia wenzake, huyu ni Cyrus Jirongo, na pole mzee. Ulikuwa unatoka, alikuwa ametoka kwa petroli yule huku, kuelekea wapi? Akielekea Nairobi, na mimi nilikuwa nime petroli yange iko mkono mkono yangu kwa left na, ye, na mimi naye natoka Nairobi ndio akakuja kama meniingia kichwa kwa kichwa, na mwisho yake ikafika hapo na Mungu na alikuwa peke yake, yake alikuwa peke yake kwa gari yake, na na na pasenja 65 sa almost saaine saa tano, lakini iko pale tulisimama Iko gari, gari ingine imeharibika ikatupea gari ingine ik, ilikuwa imeharibika, tukaanza kuwauliza ni nini imeharibu. Hapo tulikaa almost minute sir, sir, sir.